Kwa majina anaitwa Dr. Francis Alex Nyenza ni mratibu wa kitengo cha figo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Katika kuadhimisha siku ya figo duniani ambayo kauli mbiu yake inasema, je, figo zako ziko salama? Baini mapema, linda afya ya figo zako. Kama mnavyofahamu, figo ni kiungo muhimu katika mwili ambayo kazi yake kubwa ni kuchuja taka. Hivyo basi, kama figo zinafeli, kuna baadhi ya dalili Mgonjwa anaweza kuzipata kwa mfano kukosa kwa mkojo au kupungua kwa kiwango cha mkojo, mwili kuvimba, kichefuchefu, kutapika, ngozi kuwasha na wengine kuchanganyikiwa au kupata mfadhaiko wa mwili. Je, ni vitu gani au ni magonjwa gani ambayo yanaweza kusababisha ugonjwa sugu wa figo? Cha kwanza, shinikizo la damu la juu, kitaalamu tunaita high blood pressure. Kisukari cha kupanda Kitaalamu tunaita high blood sugar, lakini pia matumizi mabaya ya dawa za maumivu kitaalamu tunaita over the counter medication, lakini pia matumizi mabaya ya sigara pamoja na pombe. Hayo yote huweza kusababisha magonjwa sugu ya figo. Kama kauli mbiu inavyosema, utazilindaje figo zako? Cha kwanza kuweza kuweka sawa kiwango chako cha sukari pamoja na shinikizo la damu unywaji wa maji kwa kiwango kikubwa, ambao tunashauri mtu anywe maji kuanzia lita mbili mpaka lita mbili na nusu kwa siku. Ufanyaji wa mazoezi isipungue nusu saa, at least mara tatu kwa wiki, lakini pia ulaji wa mboga mboga pamoja na matunda. Katika hospitali yetu kwa sasa tuna kitengo cha figo ambacho kinahusika na uchujaji damu pamoja na kuona wagonjwa wote wa kliniki ambao wanaviashiria au wana magonjwa ya nyemelezi ambayo yanaweza kusababisha ugonjwa wa figo ikiwemo kisukari pamoja na pressure. Karibuni wote katika hospitali yetu kuweza kuhudumiwa. Asanteni.